Onyo hilo amelitoa wakati akifungua mafunzo ya siku tatu yaliyoandaliwa na chama cha wataalamu wa menejimenti ya kumbukumbu na nyaraka TRAMPA kutoka mikoa 31 ya Tanzania bara na visiwani ambayo amefanyika mjini Njombe kwa lengo la kuwajengea uwezo wa utendaji na kisha kusisitiza uzalendo kwa watumishi wote wa kitengo hicho nyeti katika taasisi za umma. Aidha amesisitiza watumishi kudhibiti tamaa binafsi na kisha kumwagiza katibu mkuu na wakurugenzi wote nchini kusikiliza changamoto za watumishi wa kumbukumbu ikiwa ni pamoja na kuwapa stahili zao kama ilivyo kwa vitengo vingine. Jiepusheni na siasa na mazingira yote. Tunataka kutengeneza haja ya kuhusika kutoa taarifa za serikali kwa watu wasiohusika. Zingatieni vyakogeli neuzajiwasili na taarifa nyingine zitakazofanikiwa kuzuia kutoa siri. Kuna madhara makubwa. Maelekezo yangu kwa katibu mkuu utumishi, waandikie barua wakuu wa taasisi zote, wizara zote Wakati waziri akitoa maagizo hayo kwa mamlaka kuboresha mazingira ya watunza kumbukumbu na nyaraka, mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka anatumia fursa hiyo kuonya viongozi wanaokandamiza wafanyakazi wa chini na kisha kuonyesha kutofurahishwa na tabia za watumishi wapya wanaofika na kuanza mchakato wa kuhama.

kazi na kazi ya kwanza Munde bora kwanza. Ya. Awali mwenyekiti wa TRAMPA Devotha Mrope anafafanua kwa kina umuhimu wa kada hiyo na kisha kuzitaja changamoto zinazowakwamisha ikiwa ni pamoja na ujio wa teknolojia mpya, uonezi wa viongozi wa juu pamoja na kukosekana kwa posho za kitengo cha nyaraka muhimu za siri. Kwa kweli mafunzo tuliyopata ni mafunzo mazuri sana ambayo yatusaidia katika kutujengia uwezo wa kiutendaji wa kazi tukiwa kwa makazini. Kutoka Njombe, Joctan Myefu, Clouds TV.